Na mtazamaji wa Faida Online TV, habari za wakati huu. Dunia imesimama kwa lengo mmoja tu la kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, na leo ni siku ya tarehe nane ya mwezi wa tatu 2025 ambapo kwa upande wa mkoa wa Mtwara maadhimisho haya yanafanyika eh, kwenye viwanja vya Mashujaa hapa manispaa ya Mtwara Mikindani. Mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa wa Mtwara, lakini amewakilishwa na mkuu wa wilaya ya Mtwara. Lakini moja kati ya mashirika ambayo amefika hapa kwa ajili ya kuweza kuonyesha bidhaa zao ni shirika la Edukaid, ambalo kazi yake kubwa eh, limekuwa na mradi ambao linasaidia mabinti na wamama ambao eh, pengine walitelekezwa baada ya kuweza kupata ujauzito na wakawa mtaani tu. Shirika hili limeamua kuwasaidia kwa ajili ya kuweza kuwafundisha eh, vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutengeneza sabuni, kutengeneza chaki, ushonaji na vitu kama hivyo, na wapo nao kwa ajili ya kuweza kuwasaidia na kuwaingizia kipato. Mkuu wa wilaya ya Mtwara e, ndugu Abdallah Mwaipaya, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, amefika kwenye banda hili la Edukaid na kuja kufanya ukaguzi, kuja kujionea kila ambacho kinaendelea hapa, na haya ni maelezo ambayo mkuu wa wilaya ya Mtwara ameyapata kutoka kwa meneja mradi ambaye ni binti Ali Mfangapo. karibu sana mheshimiwa sisi ni shirika la Edukaid Tanzania kutoka Mikindani. Mimi kwa majina naitwa Binti Ali Mfangavo, ni meneja wa miradi leo katika uh, banda letu tuna mradi wa income skills ambao umewalenga wasichana walioacha shule kwa sababu mbalimbali mbali. Na matarajio yetu ni kuwafikia wasichana 480 katika kata nne ambazo ni kata ya Ndumbwe, kata ya Mayanga, kata ya Naliendele pamoja na Naumbu lakini vile vile tunatoa ujuzi wa aina nne, na ujuzi wa kwanza tunaotoa ni utengenezaji wa chaki kama unavyoona hapa, ambao chaki tunatengeneza kwa vifaa vya kawaida kabisa vinavyopatikana katika mazingira yetu ya kila siku, na chaki zetu kama unavyoziona ni hizi hapa. Lakini vile vile tuna mafunzo ya ufundi cherehani, na wamejikita zaidi katika kushona uniformu kuanzia ngazi ya awali mpaka sekondari. Na vile vile tuna utengenezaji wa sabuni ambao vile vilevile wanatengeneza sabuni za maji na wanaziuza katika maeneo ambayo yaliyo karibu yao. Lakini vile vile tunatoa elimu ya ujasiriamali katika masuala yanayohusiana na utunzaji wa fedha pamoja na masoko. Baada ya hapo, nipata nafasi ya kuzungumza na wanufaika wa mradi huo, nao wakielezea kwa undani kuhusiana na kile ambacho wanakifanya na wanachonufaika nacho kwenye mradi huo. Jina langu ni Melina Elias, ni mnufaika wa mradi kutoka kituo cha Mwenge Mbawala chini iliyopo kata Naliendele. Binafsi nafurahi sana kwa ajili ya hii siku, kwa sababu tunapata fursa kama wanawake tunakutana, lakini pia pia nakufahamiana, mbali na kufahamiana, kutambulisha miradi ambayo tuko nayo na tunayoiendesha katika mazingira ambayo tunaishi sisi hapa. EDUKAID ni shirika ambalo lisilo la kiserikali na linatusaidia sisi wanawake katika miradi mbalimbali. Kwenu mnajivunia nini kufanya kazi na Edukaid? Tunachojivunia kikubwa sisi kama wanufaika wa mradi, kwanza kabisa hapo nyuma sisi tutambulike kwamba ni, ni, ni, ni wasichana na wengine wetu ni wamama ambao tayari walishatelekezwa na waume zao, wengine walibebeshwa mimba wakiwa utotoni wakashindwa kuendelea na shule. Kwa hiyo Edukaid inatusaidia kwa hiki ambacho wamekianzisha, tunanufaika kwa zile bidhaa ambazo tunauza tunapata chochote kitu kwa ajili ya familia zetu na ile fa faida tunagawana, na kinachobaki kinaingia kwenye, kwenye, kwenye mfuko. Naitwa Sofia Muhamedi Tuhaulapa, ni mkazi wa Mbu, ni mjasiriamali. Kwa kweli Edukaid imetusaidia sana kwa sababu enzi za nyuma zile nilikuwa sijui sabuni inatengenezwa vipi. Kwa hiyo walikuja wakatuelekeza kwa, wali, kwa sababu tunatengeneza sabuni kama hivi na chaki pale. Kwa kweli tunashukuru. Inakusaidiaje Edukaid? napata kipato kwa sababu nikiuza sabuni napata hela, kwa hiyo inanisaidia labda hela ya chakula na vitu vingine eh. Asante. Kwa majina naitwa Fatuma Ali Emedi, ni mkazi wa kijiji cha Mbuo kiliwepo kata ya Mdumbwe. Tunawashukuru Edukaid kwa kutuletea miradi mingi ikiwemo mradi wa kutengeneza chaki, mradi wa kutengeneza sabuni, mradi wa fundi cherehani na tunashukuru. Kwa sasa hivi tuna wateja wengi kupitia mradi wa sabuni Nyenye mnanufaikaje kama mabinti na wamama ambao mnafanya kazi hapa Edukaid? Ukishajiingiza kwenye mradi wa ujasiriamali au yani, au maaniki maaniki, kama wengine, kama vile wanaojiuzauzawa barabarani, wale ambao waloshindwa kabisa na ndio maana tunasema tunawakaribisha hata wao waje wajisajili kwenye kikundi chetu, ni bure kabisa saa hii. Tumefanya interview yani mahojiano ya moja kwa moja na binti Ali Mfangavo ambaye ni meneja mradi, akielezea sasa kwa undani nini ambacho wao wanakifanya. Kwa majina anaitwa binti Ali Mwidini Mfangavo, ni meneja mradi kutoka shirika la EDUKAID. Leo tukiwa katika kilele cha siku ya mwanamke duniani, tumekuja kuisherekea pamoja na wanawake wenzetu hapa Mtwara Mikindani, na vile vile tumekuja kuonyesha bidhaa zetu mbalimbali ambazo wanufaika wetu wanaweza kuzipata kupitia mradi wetu wa incoming skills. Na vile vile katika mradi wetu huu tunatoa ujuzi kama wa aina nne: tunatoa ujuzi wa utengenezaji chaki, tunatoa ujuzi wa utengenezaji wa sabuni na vile vile ujuzi wa ushonaji na mafunzo ya ujasiriamali tumeona mafanikio makubwa sana kwa wanufaika wetu, kwani sasa wameweza kujikwamua kiuchumi. Wengi wa wanufaika wetu ni mabinti ambao wana kati ya umri wa miaka kumi na sita mpaka ishirini na tano ambao waliacha shule kutokana na mimba za utotoni, ndoa za utotoni na sababu nyinginezo za kiuchumi, na wengi wao walikuwa tu wamezalishwa, wamewekwa nyumbani na kuonekana kama wale waliokosea, kwa hiyo hawawezi kusaidika tena mbele ya jamii. Lakini sasa hawa mabinti wameweza kujikwambua, wanajipatia kipato ambacho kinawasaidia katika ngazi ya familia na hata taifa kwa ujumla. Nawashauri mabinti na wanawake wenzangu, jamani, tuamke tuje katika hivi vituo, tuna vituo vinne vilivyoko, vitatu viko halmashauri uh, ya Mtwara vijijini, kimoja kiko manispaa Mtwara Mikindani katika kata Analiendele. Jamani, amkeni, kwa pamoja tushiriki kama kaulimbiu yetu inavyosema kwa mwaka huu wa 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kwa hiyo tuamke wa jamani, wanawake tuamke wa, tuje tupate ujuzi ambao utatusaidia sana katika kujiinua katika masuala ya kiuchumi.